Mimi nimekuja kukagua ujenzi wa hili daraja la Chakwale. Daraja ambalo litakuwa na urefu wa mita 80. Daraja ambalo litagharimu bilioni sita na milioni mia nne. Daraja ambalo litakuwa na uwezo wa magari mawili kupishana. Daraja ambalo limezingatia viwango vyote vya madaraja makubwa ambayo yanaweza kabeba uga, magari ya kiwango chote yanayofanya kazi katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo ni daraja ambalo hatutegemei kesho na kesho kutwa tunapokuja kufanya barabara ya lami yatabadilika. Hayo yamefuata vigezo vyote hivyo. Na leo naambiwa wako asilimia kumi na saba, kumi na saba ya ujenzi ninachotaka kuambia wananchi wa Chakwale hatutegemei kwa namna yoyote ili daraja kukwama kwa namna yoyote katika ujenzi wake. Tumempa mkandarasi ajenge kwa miezi kumi daraja limwe limekamilika. Miezi mingapi? Kumi. Na shida haitakuwa kwetu, shida itakuwa kwao, ama kwa msimamizi anayemsimamia na wanao msimamia ni TANROADS, mheshimiwa mkuu wa wilaya. Kitu kikubwa ambacho mheshimiwa rais alitoa maelekezo ni kwamba Tanzania, baada ya kuwa na miradi mingi, imeonekana kwamba tumeshazalisha wakandarasi wakubwa na wenye uwezo na wenye mitambo, lakini pia tumeshazalisha vijana wengi sana ambao wanaweza kusimamia hii miradi na moja ya nguvu ya nchi yoyote duniani ili pige maendeleo ni kuwa na watu wake ambao wanaweza kufanya shughuli za kiserikali badala kuwa na nchi ambayo una hela lakini unawapa wafanyakazi wa kandarasi wa nje, ambayo ina maana hii bilioni sita nukta nne pengine hapa Tanzania ingebaki bilioni moja tu zote zingeenda nje. Ukiangalia pale Nguyami ile bilioni saba ingebaki pengine bilioni moja zote zingeenda nje. Leo mama anasema kama tuna vijana tuna wakandarasi wetu hawa ndio wafanye kazi. Sasa rai yangu nini? Moja, wananchi hawa kwa kipindi chote, nadhani tangu tumepata uhuru hakujawa na daraja hapa. Nimepata taarifa wako ambao kina mama wameshindwa kwenda kujifungua, maji yamejaa, watu wameshindwa kufanya biashara kwa sababu maji yamejaa ninaambiwa kwamba huu mto unaweza ukajaa wiki, hakuna mawasiliano, watoto wa shule kama wako huku hawawezi kuvuka huku. Imekuwa so, ni changamoto ambayo ilibadilika kama kuwa jambo la kawaida, lakini shida siku zote. Unaweza kusema mimi nimezoea kuumwa. Ha, hakuna mtu amezoea kuumwa. Kuumwa ni kuumwa tu. sasa tiba imepatikana katika kipindi hiki cha awamu ya sita, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassani hame, ameamua ametoa kibali na ameridhia madaraja haya mawili yajengwe kwa wakati mmoja, Chakwale na Nguyami, kwa hela nyingi sana, na hii yote ni kuhakikisha kwamba anatengeneza mazingira rafiki kwa wananchi wake, kwa namna yote waweze kufanya shughuli zao za kijamii, waweze kufanya shughuli zao za kibiashara na kiuchumi bila changamoto na ndio maana hela hizi zimetolewa kwa muda maalum. Sasa, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ujio wangu leo tukiwa mwanzoni, naomba sasa nitoe maelekezo. Wananchi hawa hawahitaji haya maneno yetu, yani sio shida yao. Wao wananchi, useme daraja ile waanze kupita, ndio shida yao tu. daraja, daraja limekamilika, useme wananchi haya maneno. Wengi wanaweza kamini tunapiga siasa, na sisi tusingependa tupige siasa lakini tunasema wasikie nini dhamira ya nchi. Wananchi hawa wanataka daraja. Mkandarasi, wananchi wanataka ndani ya miezi kumi daraja watu waanze kupita. Hilo la kwanza. La pili wanataka daraja ambalo ni bora kama lilivyosanifiwa. La tatu wanahitaji kama kuna changamoto yoyote ambayo utaipata wewe ama wao, hatutegemei pia wapate changamoto kutoka kwao. Wako makandarasi wakienda maeneo mazingira yanabadilishwa kabisa, wanaleta tamaduni za ajabu, hilo hatutegemei tulione. Sasa kwa sisi tunataka uzingatie muda ambao umepewa, uzingatie ubora uliopewa, lakini uzingatie kwamba gharama tuliokupa, ambayo tumekubaliana ndio inayotumika, na hasa ukitumia ndani ya muda, tungetamani katika hiyo miezi kumi tukabidhi daraja wananchi waanze kutembea. Na kwa wananchi kwenu, mtakachowahitaji ni kutoa tu ushirikiano kwa hawa. Kama mtu anahujumu mradi, hamuhujumu Dkt. Samia Suluhu Hassan. Yeye Dkt. Samia ametoa hela, na tutakaohujumu ni kwamba sisi tunachelewa daraja, tunacheleweshwa daraja. Kwa hiyo tuone kama hili daraja ni la kwetu, na hili daraja litakapokamilika litawekewa pia taa litajengea pia barabara mita mia tano mia tano ambazo katika mradi tutakamilisha, lakini litakuwa hizo barabara ziko tayari baada ya muda mfupi kupokea lami. Mradi huu unategemewa kugharimu e, pesa za kitanzania bilioni 6.4 kwa muda wa miezi kumi ndio mradi ambapo tunategemea sasa tutaupokea tutaupokea. Akina daraja hili lina urefu wa mita 80 na litakuwa na kina cha mita tano kutoka kwenye ground level kwenda juu, na upana na sehemu zake za kutembelea. Hali kadhalika litakuwa na taa kwa ajili kwa ajili ya usalama. Sasa hivi kazi zinazoendelea kama unavyoziona, tunazamisha zile nguzo tuliziona, vile vyuma ambavyo vilikuwa vinaonekana kule, sasa hivi vyote vimeshaondoka huku, vimeshazama, viko hamsini na nne vimeshazama kwa ajili tayari kuja kupokea uzito uendelezo wa daraja letu madaraja haya yanajengwa, lakini hata swala la maji pale mjini, mheshimiwa Rais tayari ameshaidhinisha bilioni 21.4 mradi unaendelea. Kwa hiyo sisi wananchi wa wilaya ya Gairo tunaweza tukasema kwamba hatuna deni na mama, kazi ameikamilisha, zile changamoto kubwa ambazo wananchi walikuwa wanazungumza mpaka kufikia mwezi wa kumi mwaka huu zitakuwa zote zimepatiwa majawabu. Kwa hiyo nitoe shukurani kwa niaba ya wananchi hawa wachakwale kwako wewe, lakini kwa waziri wetu, lakini hasa kwa rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassani kwa dhamira yake ambayo ameifanya, lakini pia kwa nia yake njema na kwa utendaji wake wa kazi ambao tunashuhudia matokeo sisi wananchi wa wilaya ya Gairo.